Umepotelea wapi by the way? Mi ah, niko bado hii Kenya sijatoka. Eh, uh, e, niko pale nyumbani ya familia yangu ah, niko busy na shughuli bado za ball okay, lakini nafikiria nichukua break kidogo but imekuwa busy na mambo za academy na shughuli zingine saa hizi huko. Na academy una run ama ni academy umeandika ufanye kazi? Ni academy, ni ya best yangu, naye anaitwa Ismail. Niko naye na national team Okay. Yeah, so kazi yangu ni kwenda hapo kusaidia coach na kumeta au vijana. Ah. Mm-hmm. Tutakuona tena kucheza ball ama saa hizi ndio shamba. Ball ndio kazi, ndio kazi. Eh, ndio ndio nimefanya. So siati, ati si ati nimeacha. Ah uh, nafikiria na kujia window za January. So in case any opportunity kuje, tutakuona tena. Utaniona. Eh, mm. Ah. Yeah. Na hii Kenya Premier League vile unaiona, unaiona una vipi? Ah uh, nafikiri ligi bado haijana mbali but uh, kuna surprise kutoka kwa timu zimepanda zime, zime ligi na pia uh, kuna surprise kwa timu zimekuwa ah uh, sasa mapema kusema timu gani but uh, of course tunajua nani alikuwa defending na nani alikuwa champion yeah. No. Na police so ni yao akina nini ya kina sisi, former former former mchezaji <laughs> wao, so ni yao watibidi wa defend cup hii season jina, na kuna timu ndogo kama kina Nairobi wanafanya vizuri, naam yeah. Hapa nao mashabiki, unawaambiaje? Manake utaona sana <coughs> wanakimbiliaga mpira za wazungu lakini yetu, lakini tunaanza kuona wana wanaanza kuipenda. Nafikiria walisho picture fiti, tukiongelea hii mambo ya chani, ilikuwa mafans walikam support maple wetu, ukiangalia chani ilikuwa play wa local league, so sijui mbona pia kwa clubs wata yani kwa yani wako wengi hivyo, nafikiria hiyo ndio imefanya ball yetu hapa Kenya imerudi chini kidogo. Sasa hivi ukiangalia ball ya Tanzania, wapi sana sana, hapa Tanzania pa karibu fan unapata, kama leo kuna game za IPL time tuwa support yes. But yani unapata hero yake ya kwanza, yani yeye yeah, chama kwanza aende game ya Simba IPL, baadaye na kienda amevaa jezi, yani ni fan, si kwenda tu gara yes. eh, kuna jezi, yani ni fan, na hiyo itafanya pia hizi vitu unapata kuna clubs wachezaji wanaumia wadipwi, hiyo pia itasaidia pia kuleta masponsa ama na. Nazo teams zinafaa kufanyaje ndio sisi mafani pia tuweze kwenda kule. Unajua pia za kuwa mafani, hajaona kitu kinawafurahisha ndio maana waende. Nafikiria yeah, teams uh, wale, wale, wale wale watu wanasimamia teams wanafaa pia yani ku kuranizi timu yani ile ile inafaa kama ni wale wachezaji wake vizuri Eh, kika vizuri huyo mchezaji pia hapa India ataheshimika. Huyo mchezaji pia pale kwa garao atajituma jun